Mama hapa naitwa Samia Suluhu Hassan. Kwa ufupi mnaniita Mama Samia. Kwa wale wa mbali wasioniona, waniangalie kwenye picha, niko hivyo hivyo. Sijabadilika. Sisi oye. Na kushoto kwangu hapa ni mgombea ubunge wa jimbo la Rufiji. Mohamed Mchengerwa, mtu kazi. Huyu ni mtu kazi kweli kweli. Nilimpa dhamana ya kwanza, wizara gani ilikuwa? E, nilimpa wizara ya kwanza, utumishi. Kaniwekea mambo sawa, nikamtoa nikaambia, huku kwenye utamaduni wetu na michezo kumelegalega, nenda. Kaenda kanifanyia kazi nzuri sana. Huyu ndio mwakilishi wa goli la mama, yeye ndio mwakilishi. Mi kazi yangu kutoa pesa tu lakini alivyotengeneza kule, nikamwambia nenda utalii na kwenyewe kanifanyia kazi vizuri. Baadaye nikamwambia sasa, njoo TAMISEMI nataka na ukasimamie maendeleo ya tawala zetu za mikoa, kazi ambayo ameifanya vizuri sana. Kwao nilipoona pale, Mchengerwa mtu kazi, nikasema yes, huyu ni mtu kazi kwelikweli. CCM, oye yeah. Kwa hiyo mtu kazi yuko hapa, anaomba kazi awatumikie miaka mitano ijayo, lakini pamoja na sisi wawili tutakaofanya kazi ngazi ya taifa, kuna bunge lenu dogo la halmashauri yenu hapa, madiwani wetu. Fedha zote tunazozishusha kupitia halmashauri wanazipokea madiwani hawa, pamoja na maelekezo ya miradi wanajadili wanakwenda kutekeleza na kusimamia miradi tunayoileta. Ni kazi inayofanywa na madiwani hawa. Kwa hiyo hawa ni watu muhimu sana, ndugu zangu wa Rufiji. Inawezekana kabisa huko pembeni huko kuna watu wanasema ubunge, mpeni mtu wenu, lakini udiwani, nipeni. Mtafanya makosa makubwa sana. Kwa nini? Mtafanya makosa Mtaingiza watu wanaozungumza lugha tofauti na hawa. Kwa hiyo miradi yenu ya maendeleo itachelewa, mtakuja kulaumu serikali na mbunge, kumbe makosa mmefanya wenyewe. Hawa wakizorotesha chama cha mapinduzi, tuna uwezo wa kuwatia adabu. Mkiweka wa vyama vyengine wakizorotesha, hatuna uwezo wa kuwatia adabu, hawakutoka chama. Ni kwetu. CCM oye kama mmenielewa, ndugu zangu. Kwa hiyo mimi, mgombea wa kiti cha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, pamoja na mgombea ubunge ndani ya jimbo hili na wagombea udiwani wa kata zetu za jimbo hili, wote kwa pamoja tunaomba kura zenu, wanaRufiji! Rufiji, Rufiji oye! Oh, sasa nione zile kura kama zipo nizione mimi hodari wa kuhesabu kura uwanjani. Nikitoka hapa, najua ni ngapi. Hebu sasa tufanye zoezi jengine, vikundi vya hamasa vyote mikono chini, nataka kuona kule nyuma. Rufiji oye kule na nyuma kote kule, nataka kuona kura za Rufiji. Rufiji oye! E, kura zipo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wa tarehe ishirini na tisa ndugu zangu Imeshafika, iko hapo leo, tarehe ishirini. Tuna siku nane, ya tisa jambo letu liko uwanjani. Niwaombe, kama una rafiki yako, ukiamka tarehe tisa asubuhi, mpitie nendeni pamoja, mkapige kura. Kina baba na kina mama, vijana wote walioandikishwa ndani ya nyumba yako, hakikisha wamekwenda kupiga kura. Mabalozi wetu mitaani, Nyinyi mnawajua watu wote walioandikishwa kwenye eneo lenu.